Siri ya majuto sehemu ya tatu. Miaka ilizidi kusonga na watoto wa Juma walikuwa wakiwa na maisha mazuri chini ya ulezi wa kina mama zao, Salma na Rehema. Tumaini, binti wa Salma, alikuwa msichana mwenye bidii na nidhamu kubwa. Alifuata nyayo za mama yake na kuamua kuwa daktari pia, akifanya kazi kwa bidii na kufaulu kwa kiwango cha juu katika masomo yake. Kwa upande mwingine, Baraka, mtoto wa Rehema, alikuwa kijana mchapakazi na mwenye maono makubwa. Alifanikiwa kusomea uhandisi na kuanzisha kampuni yake ya ujenzi. Ingawa walikuwa bila baba yao, Salma na Rehema waliwahimiza watoto wao kuwa wenye mioyo ya huruma na kusamehe. Walielewa kuwa chuki haikuwa njia bora ya kuishi. Hata hivyo, hawakuwahi kuzungumza vibaya kuhusu Juma mbele ya watoto wao, wakiamini kuwa wakati utafichua ukweli wote. Siku moja, Tumaini alipokuwa kazini kama daktari Alikutana na mzee aliyekuwa mgonjwa na dhaifu. Hakuwa na uwezo wa kulipia matibabu na alionekana mwenye huzuni. Alijitambulisha kama Juma. Tumaini alishtuka kusikia jina hilo kwani mama yake alikuwa amewahi kumweleza kuhusu baba yake aliyeitwa Juma, ingawa hawakuwahi kuonana. Tumaini aliamua kurudi nyumbani na kumweleza Salma kuhusu tukio hilo. Salma, ingawa alijua uchungu wa nyuma, alimwambia binti yake kwamba kusaidia wengine ni wajibu wa kila mmoja, hata kama walishindwa kuwajibika hapo awali. Tumaini alimrudisha Juma hospitalini na kuhakikisha anapata matibabu bora. Baraka naye alisikia kuhusu hali ya Juma kupitia Tumaini. Ingawa hakuwahi kumwona baba yake, alihisi haja ya kumsaidia kama ishara ya utu. Alimtembelea Juma akiwa hospitalini na kuahidi kumsaidia kuanza maisha mapya mara atakapopona. Kwa msaada wa watoto wake Juma alipata nafuu. Walimsaidia kupata nyumba ndogo ya kuishi, wakimpatia mahitaji ya msingi na kumsaidia kujisimamia. Juma aliguswa sana na ukarimu wa watoto aliowahi kuwatelekeza. Aliwaomba msamaha, machozi yakimtoka na kueleza majuto yake kwa maamuzi mabaya ya maisha aliyowahi kufanya. Ingawa maumivu ya zamani hayakuweza kufutika kabisa, Tumaini na Baraka walimkumbusha Juma kwamba kila mtu anaweza kupata nafasi ya pili. Walihakikisha anakuwa na maisha ya heshima huku wakimsaidia kuwa baba bora hata kwa kuchelewa. Hii ilikuwa somo kubwa kwa Juma kwamba huruma na msamaha vinaweza kurekebisha makosa ya zamani na kwamba familia ni zawadi ya thamani isiyopaswa kupuuzwa. Kwa mara ya kwanza maishani, Juma alihisi thamani ya kuwa na watoto waliompenda hata baada ya kumkosa kwa miaka mingi.